Yani mtu akikutukana ukakasirika, una shida wewe, sio aliyetukana. Haupasi kukasirika, kwa sababu kile anachokisema sio wewe. So, wewe we so, so mimi sasa nambia fresh brother. Eh, sabu lazima na kasiriki, amna sio mimi. Na ndio maana mtu mmoja akasema, akasema mwanafunzi wangu mmoja akasema, mwalimu, yaani hii dunia mwalimu, kuna siku itafika kila mtu atakufa, na mimi kuna siku mingi ikifika nitakufa. Nikaambia ise, mbona mtoto mdogo nawaza kufa, umefanya nini duniani? darasa la ngapi? la pili? basi mwalimu, naota kufa. Ngambia mimi sifi. Umefanya kazi gani? naweza kumwelezea, ambia una uwezo huu ha? Mwalimu, nasijaweza ku naweza kuimba. Naanza, naweza kufanyaje nayo